Mambo vipi, ewe mtazamaji wetu nguvu wa Banyaleo TV, karibu katika zinapoteka anga la michezo ndani ya Simba, na huyu si mwingine ni Kibu Kibu Dennis. Kibu Dennis. Kuna habari ambayo imeweza kutufikia mezani kuhusu transfer news update ambapo nitenda kutenda kuelezea kwa kina kuhusiana ile pasakata. Moja kati ya jarida kubwa la michezo ambao wanaitwa online Michezo Online TZ waliweza kuposti hapa habari ukimzungumzia Kibu Dennis kwa ndani. Lakini mbali na hayo yote nitenda kuambia, kuhusiana hii update inasemaje. Ungana nami mwanzo hadi mwisho, nikakusimulie kile ambacho kinaendelea mpaka amba sasa kufuatia habari ambazo tunazo mpaka sasa ni hizi habari ambazo zinamwelezea mchezaji huyu Kibu Denis ambayo tunasema kwamba Kibu Denis Prosper news update winga, wa klabu ya Simba Kibu Denis Prosper mwenye umri wa miaka 26 anahitajika na klabu ya Kaiser Chiefs kuelekea msimu ujao. Mpaka sasa kocha wa Kaiser Chiefs, eh, na Nasrudin Nabi na mmoja wa viongozi wa Kaiser Chiefs imeanza kufuatilia huduma huduma ya, huduma ya Kibu Dennis kwa karibu. Kaizer Chiefs ina wanapambana sana kutafuta uwezekano wa kunasa saini ya winga ya Kibu Dennis ambaye amekuwa na msaada mkubwa sana katika klabu ya Simba Sport Club. Kocha Nabi anahitaji huduma ya Kibu Dennis. Uongozi wa Kaizer Chiefs umempa nafasi ya kupendekeza wachezaji ambao anahitaji kuelekea msimu ujao ishirini ishirini na tano hadi ishirini ishirini na sita. Sasa mbali na hayo yote E, tuliweza kumwona jana kocha Nashidin Nabi alikuwepo uwanjani wakati mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Stars wakati unapigwa, tuliweza kumwona watu wengi wakuwa wanasema kwamba huyu kocha amekuja kumfuatilia e, Budo Mutale pamoja na Mukwala, lakini kumbe ukweli ni kwamba alikuja kumfuatilia Kibu Dennis Prosper, mchezaji huyu ambaye amekuwa ni ngumu kwelikweli kweli akikaga katika eneo la ufungaji pale mbele, mara nyingi waga na stamina kubwa ya kutosha lakini pia ana uwezo wa kufanya skills pale mpira unapokuwa hatarini. Kwa hiyo ukweli ni kwamba Kibu Dennis Prosper ndo alikuja kuangalia katika mchezo wa jana, ambaye tuliweza kumuona kocha Nasridine Nabi alipokuwa uwanjani pale KMC Complex, ambapo Simba iliweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa zero bao hilo likaweza kutupiwa mapema na Steven Desemukwala katika mechi hiyo, ambayo iliweza kutoka moja zero japo kulikuwa kuna chokochoko nyingi zikisema kwamba ni kama vile Singida Black Stars wa penati zaidi ya tatu. Ukimfuatilia mchambuzi wa soka Mbaduke, aliweza kuzungumzia mambo mengi sana. Lakini mbali na hayo yote, wewe unalizungumziaje ile swala la mchezaji huyu Kibu Dennis Prosper kuondoka katika klabu ya Simba Sports Club kuelekea huko Kaizer Chiefs wa huko, eh, South Africa? Ambapo huo ni tishio kweli kweli, ukikutana na timu za South Africa. Utaacha kuhitaji Kaizer Chiefs, lakini pia atafuata Mamelodi Sundowns. Mengi yameweza kuzuka kufuatia hili, lakini pia cha msingi tutakuhitaji comment yako hapo chini. Wewe unalizungumziaje ile swala kwa kina. Asante, mimi ni yapo ni Banyaleo TV.